Tajiri anamwambia baba, ninaomba unipe nafasi angalau kidogo, nikawapashe habari ndugu zangu kule. Mungu anamwambia kwamba kuna Musa kule chini, kama wasipomsikiliza wewe, hata ukifufuka hawezi kusikiliza. hautakuwa na muda wa kutengeneza, pamoja na kuwa umejaza maelfu ya watu Tanzania hapa au duniani hapa, una washirika wengi, lakini siku mbingu ikukataa hauna ni bora utengeneze ukiwa hapa, ukiwa hapa duniani una nafasi ya kutengeneza. Hata kama ufanye kosa kubwa gani, nafasi ya kutengeneza unayo. Bwana Yesu asiwe sana, natakiwa tumjue Yesu, natakiwa nimjue Yesu. Nikimjua Yesu nimejua kweli, na nikijua kweli siwezi kuichukia kweli. Zaburi 119:165 wana amani nyingi wapendao sheria ya Bwana, wala hakuna lakuwa. Kwanza, amani ipo, amani ipo. Watu wanaomjua Yesu wakiambiwa kweli wanafurahia. Hivi hujawahi kuona kwamba mtu anataka niambie ukweli? Kama nimekosea niambie tu nimekosea niambie kwamba hapa nimekosea ili nijirekebishe. Ujawahi kukutana na watu wa namna hiyo? Lakini hujawahi kukutana pia na watu ambao wanakataa usiniambie wa, ukiwaambia ukweli kwamba hapa wamekosea, wananuna, wanakuchukia, lakini kuna wengine wanafurahi. Hao ndo wenye moyo wa Kristo wenye moyo wa unyenyekevu Ndio hawa watapata access ya kumjua Yesu kwa undani zaidi. Wanapoambiwa kweli, wanafurahia na wanataka kutengeneza kama wameharibu, kuwa na moyo wa toba. Hata Mathayo tatu nane kama sikosea, anasema zaini, matunda yapasayo toba. Maisha yako yawe ni atoba, ya toba ya unyenyekevu mbele za Bwana. Hapo ndio utapata akses ya kumjua Mungu kwa upana na kwa urefu na kwa kimo chake. rika shandarama muda wangu umeniacha kumbe. Mshukuru Bwana, mwambie Mungu ninakushukuru kwa neno lako. Mwambie Baba ninakushukuru kwa neno lako. Mwambie Mungu asante kwa kuwa umesema na mimi. Asante Baba kwa kuwa umenena na mimi. Mwambie tu Mungu asante, alafu mwambie Baba natamani nikujue wewe, natamani nikufahamu wewe natamani nikuelewe, natamani nikuelewe na na popote ulipo, zungumza na Bwana, sema na Mungu, yuko tayari kusikia. Zungumza na Bwana, yuko tayari kusikia. Mwambie Bwana, natamani ni kujue, natamani ni kufahamu, nitembee katika kweli, nijue kweli yako. Daudi anasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Ukijua kweli ya Mungu hautaibika. Zaburi sabini na moja, moja. Hautaibika ukimjua, ukijua kweli hautaibika, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakubabaisha rika shanda rama lika sikindi mumu Mungu liye mwema pamba uketie mahali pa juu tena palipoinuka palipotukuka sana. Mungu liye mwamnifu, wewe Baba uliye mwema, ndio Mungu tufundishaye watoto wako, umetufundisha vyema wetufundisha vyema. E eh, Bwana tunasogea mbele zako Bwana, tukisema asante kwa neno lako hili, asante kwa neno lako hili Bwana, asante kwa neno lako hili Bwana. Hii ni kiu na njaa ya moyo yetu Bwana, tukujue wewe tukufahamu wewe tukujue wewe tukufahamu wewe. Mungu liye mwaminifu wewe, Baba uketi mahali pa juu tena palipoinuka, tunatamani tukujue wewe, tunatamani tukufahamu wewe tukufahamu wewe Mungu wa kweli, tukujue. Paulo anasema yote aliyehesabu kuwa hasara kwa ajili ya uzuri upitao kiasi, amjue yeye, amjue yeye, amjue yeye. Mwambie Baba, ninaomba unisaidie, nisaidie, natamani nikujue. Roho Mtakatifu, mkaribishe Roho Mtakatifu sasa umekwambia kwamba neno la Mungu alitoshi kulita. Kwa akili yako hauwezi kulitafakari ukamjua Yesu au Mungu. Mwongozo wa Roho Mtakatifu unapokaa kulisoma neno, atakusaidia kukufunulia asili za Mungu. Utazidi kumjua Yesu, utazidi kumjua Mungu kwa upana na...